Unique, ambaye tumeanza kazi naye huu mwaka wa nne. Tumefanya kazi vizuri kwa upande wa mishahara, anajitahidi kulipa, isipokuwa kwa upande wa NSSF ndo changamoto tokea mwezi wa nane, wa tisa, tokea wa saba, wa nane, wa tisa, wa kumi mpaka huu, ni miezi nane, laki mbili na arobaini kwa kila mfanya kazi. Kama ya mwezi mmoja alishindwa kutuwekea, je, hii ya miezi nane atatuwekea? Kinachotuuma zaidi, mkataba leo tarehe ishirini na saba kesho tarehe 28, ndoa inavunjika, hatuna ndoa nyingine, japo tumewekewa karatasi ya tangazo jipya la kazi. Je, utaanza kazi na mwajiri mpya wakati huyu wa zamani hajakukamilishia ya mahitaji yako? Fanya wewe, kama mwandishi wa habari, utaliweza hilo? Huyu bwana wa zamani hajakulipa chochote, alafu unaletewa bwana mpya akuoe, unaweza? Kiukweli inatuma kama mama wa familia ninayesomesha na watoto wanne wa kutosha wananitegemea mimi, naumia. Mshahara wenye elfu 66 kwa wiki mbili, nilipe kodi, nilipe umeme, nilipe maji, hivi inakuwaje? Kwa nini wasituangalia? Kwa nini NSSF wanadhamila mbaya na wafanyakazi wao? kwa sababu, kwa nini mfanyakazi anaamka asubuhi na kuja kazini na kufanya kazi arafu anatimiza wajibu wake arafu kwenye haki yake ya msingi apati, awekewi, akidai anasema amegoma kazi kinyume cha sheria. Swali moja, nimegoma kazi siku mbili, na sijagoma kwa sababu nipo kazini siku mbili miezi nane na siku mbili. Nani kagoma kazi miezi nane? Mimi namdai mwajiri wangu hajanipelekea langu ni CCF. Mimi siku moja jana na leo, naambiwa nimegoma nini kazi? Mimi sijagoma kazi, ila yeye amenipelekea mimi kufikia kwenye hali hii, kwa sababu nikiangalia hii penalti iliyokuwa imewekwa ni moja tu Alafu naongozwa goli mbili. Hii ni hatari. Ah, ni kweli tumekuwa na miezi michache ambayo haikufika NSSF ambayo inatambulika pia na mamlaka husika, na miezi hiyo ni kuanzia mwezi wa nane mwaka 2024. huko nyuma kote ilishalipwa na wao wanatambua, lakini changamoto ilikuwa kwenye hii miezi michache na changamoto kwa undani ni kitu ambacho tumekuwa tukiwaeleza na vingine ambavyo vinahusiana kati ya kampuni na kampuni ambavyo huwezi uka, ukaeleza kwa kila mmoja, lakini cha kuhakikishia tu kwa ufupi, bado hatujafikia kwenye mgogoro kama ambavyo inasemekana, kwa sababu bado tupo kwenye mchakato, kwa sababu hata tarehe za kumalizana nao sisi na wao tumebakiza siku ambayo ni ya kesho, si ndio? Tarehe 28 mkataba wetu unaisha na wao, sisi na wao na kuwahakikishia ni kwamba kila kitu kipo kama kawaida, kila kitu kipo kwenye mpangilio. Hakuna stahiki ya mfanyakazi wowote ambaye itapotea.